Na uzuri ni kwamba eh, tukiwa tunakwenda kuangalia eh, kurejea kwa ligi kuu ya NBC ilivyo, bahati na sio bahati eh, ndogo, ni bahati ya kipekee kabisa eh, ugeni kutoka uh, benki ya NBC ambao ni wadhamini wakuu wa soka letu kwa maana ya ligi kuu ya NBC upo hapa na tutakwenda kujua eh, ni kipi ambacho ametuletea kwa sababu tunaamini kwamba siku zote huwa eh, wakija hawaji hivihivi. Karibu sana habari ya koko Wanasemaje? pigani huko uh, <laughs> NBC tupo mm. yeah, tunawaletea tu mambo mazuri mazuri eh, special leo tumekuja kuzungumzia kidogo juu ya mm. watumishi wa umma na huduma za mikopo kwao. I see. Yeah. Jambo jema sana, karibu na uh, hicho ambacho umewaletea kwanza, hebu eh, tupe alafu ndani yake eh, kama kuna kitu ambacho naamini kwamba labda e, wateja wetu pamoja na e, watazamaji watakuwa hawajaelewa, nitauliza kwa niaba yao. Sawa. ya yeah, leo ni, nimekuja na mambo mawili e, jambo la kwanza ni, ni, kama nilivyosema e, mikopo ya watumishi wa umma hasa ile ya muda mrefu, na hii mara nyingi wao wanaipata kupitia ESS. Watumishi wote wa umma mara nyingi wengi wao wanatumia kuna mfumo wa kiserikali unaitwa ESS ambao wanatumia kuapply ama ku kuombea ya maombi ya mkopo huo. Sasa kwenye huo mfumo yako mabenki mengi pale, lakini sasa lazima nije niwaonyeshe utofauti kwa nini waombe maombi yao wa ya mkopo kupitia NBC benki. Sasa kwa NBC kuna faida kama nne, ambazo nisema leo kidogo nizielezee na watanzania kupitia kipindi hiki waweze kupata hizo faida. Especially ya zaidi awa ya watumishi wa serikali, e, faida ambazo nataka wazifahamu kwa nini wanapoona NBC waichague NBC ni kwa sababu, cha kwanza NBC inatoa mkopo huo kwa muda mrefu zaidi, muda wa mpaka miaka kumi mm. Halafu vilevile kiwango cha mkopo, ndo benki pekee ambacho ina kiwango kikubwa cha mkopo kuliko benki yoyote ile Tanzania. Ko okay. Sisi NBC tunakwenda mpaka milioni mia tatu ah. kukopesha mtumishi. Kwa hakuna, hakuna benki ambayo inafika <laughs> <laughs> na e, cha, cha tatu ni kwamba sasa hivi kwa sababu unajua watumishi miezi miwili mitatu iliyopita walipandishiwa E, walifanyiwa mishahara iliongezeka kidogo. E, mama alikwenda akapandisha kidogo kima cha chini cha mishahara. Sasa wanapokuwa wamepandisha pale, mara nyingi hata ungekuwa wewe ungeweza kutumia hiyo nafasi kufanya aa, e, kuomba mkopo zaidi, mm. Sasa kwa sababu tunajua wakati huo wanaweza wakawa wengi wanahitaji na, na kuendelea, sisi tukasema sasa ni wakati pia ambao sisi tuwape tuwape kitu cha ziada kwa sababu nafikiri unafahamu kwamba tunadhamini ligi eh? Ya kabisa. Sasa kama tunataka tukadhamini ligi na kwa nini tusifanye kitu kwa watumishi wa serikali? Hmm. Kwa sisi tukaondoa ada ya maombi ya mkopo. Kwa sababu unavyoomba mkopo benki yoyote ile huwa hmm, kuna ada ya maombi ya mkopo. Wengine wanaita facilitation fee, wengine wanaita application fee, documentation fee, wanaita majina mbalimbali lakini kimsingi ni ada ya mkopo kwamba kila mkopo unaouomba huaga kuna makato fulani E, utayapata pale wakati unaomba mkopo, hata wewe kama umejaribu utakutana oh, na hiyo hali. Sasa sisi ile ada tumeiondoa kwamba ni zero kabisa, hakuna ada ya mkopo. Kwa hiyo maana yake utakapokopa kupitia NBC kiwango kile kitakuwa kingi zaidi, yani kile unachopokea kitakuwa kingi kuliko ilivyonyuma au kuliko benki zingine, sawa? Kwa hiyo hmm. ni, ni eneo la, la tatu lakini eneo la nne ni kwamba e, e, riba zetu ni nafuu kwa maana ya kwamba tuna renji kuanzia 13 mpaka 17 hapo, lakini e, mtumishi anaweza akaona akiapply kwetu uzuri, kwa mfumo ule unaweza ukaona kabisa nikiapply hapa napata kiwango gani. Kwa hiyo makato yake yatakuwa nafuu. Uzuri wa riba inapokuwa ndogo ni kwamba makato yanakuwa nafuu, lakini vile vile kiwango unaweza ukakipata kingi zaidi. Kwa hiyo e, nitoe wito kwa watumishi wa serikali ambao pengine wanatazama kipindi hiki au hata wanaotazama wakawaambie na wenzao yes. Kwamba bwana mambo mm. mazuri yako NBC, NBC na unaweza uka apply uka, ukaomba mkopo wako mm. kupitia ESS ukachagua NBC Bank. Na hiyo haijalishi mshahara wako unapita wapi? E, kwa mfumo ambao upo kwa, kwa serikali, haijalishi mshahara unapita wapi, mm -hmm. Lakini japo hilo la mshahara nitakuja nalo katika pati ya pili sasa, lakini kwa hii la mkopo wa muda mrefu unaweza ukawa mshahara unapita kwingineko tu, lakini ukaja kukopa kwetu mm -hmm. Sisi tunakupokea wewe ni mtumishi wa serikali sawa. Uh, pengine kuna mtu anatamani kujua kujua, e, mimi mfano e, kipato changu labda ama mshahara wangu ni milioni moja mm -hmm. kwa mwezi Uki, ukijaribu kumkokotolea kwa mfano tu hapo kwamba kwa mtu mwenye wastani wa kiwango cha mshahara hicho, kiwango cha juu kabisa kwa huo wastani no wa miaka kumi anaweza akaokota kama kiasi gani hivi? hapa kwa sababu umesema, <laughs> ndio ndio benki ambayo inatoa kiwango kikubwa zaidi. Yes. Na umezungumza kuhusiana na ada ya, ya, ya, ya maombi kuondolewa. Yeah. Eh, lakini pia eh, mpaka eh, kiasi kile ambacho mtu anaweza akapata ni kikubwa unalipwa milioni moja je kiasi gani ambacho mtu anaweza akapata kwenye mkopo wa kipindi hicho asante sasa ilivyo katika mfumo huu hauwezi yes. kuitengeneza kama hivyo kiurahisi unavyofikiri mm -hmm. lakini kwa yule ambaye ni mtumishi wa serikali anapokuwa na kile kiwango chake, akiingia tu mle kinamwonyesha ehe, kwamba kiasi gani unapata, kwa vile yote vishakuwa calculate yes, kuna kuna haja ya benki kuhusika kwamba kukwambia kiwango gani kiwango gani? Hapana. okay, ukienda tu kwenye mfumo pale. Na sisi uzuri watumishi wetu kwenye matawi yetu uh, wapo vizuri sana kwa ajili ya kuwasaidia eh, sisi tunakwenda mbali kwamba watumishi wetu mtumishi akija pale hata kama haja unajua mambo ya mfumo eh, si, yeah. Unajua tunavyoongelea Tanzania hapa tunaiongelea kwa mapana yake yeah. Tunaongelea watu wa vijijini, mm. walimu watu vijijini, kuna walimu wa vijijini, kuna wamanesi ama watu, watumishi wa vituo vya afya wapo. Kwa hiyo wanaweza wakuta kuna ugumu kidogo wa kupata labda internet, ama ama ile access ya huo mfumo, sisi kwenye matawi yetu pale tunaenda kuwasaidia. Watumishi wetu wako pale, wataweza kuwasaidia kuingia, kuwaonyesha namna gani unaweza ukapata na urahisi wote, kwa sababu sisi kama katika wakati huu wa wiki ya huduma, mwezi wa huduma kwa wateja mm. hilo tunalifanya zaidi, kwa maana ya kwamba tunahakikisha tunatengeneza mazingira rafiki kabisa na marahisi kwa mtumishi anapokuja pale apate huduma vizuri kabisa lakini hata kama wakiwa karibu na matawi yetu eh, kama wanajua baadhi yao wanakuwa wana namba ya watumishi wetu wakiwapigia, mm. wanawaelekeza vizuri kabisa eh, ili kupata unafuu wa kutumia ule mfumo. Unajua mambo ya yeah. mfumo bado mm. tunaendelea kujifunza Tanzania, yeah, yeah. Yeah, lakini ni hivyo. Kwa hiyo tupo katika kuwapa huduma bora na kuhakikisha tunawapa urahisi sana katika eh, kupata mkopo huo, kwa hiyo na jambo la mwisho ambalo pia nitaka niliongelee katika uh, hii mikopo ya muda mrefu hmm. ni kwamba uharaka, unajua bwana, ukiomba mkopo maanaake una changamoto labda, yeah. ama unataka kufanya jambo fulani kwa wakati yeah. fulani. Kwa sasa pale, sisi utakapokuja NBC kama umeomba sasa hivi ule mkopo basi kesho, mpaka kufikia muda kama huu tayari ushaupata ndani ya saa 24. Yes, labda tena hata kabla, okay. Inategemea kama wale wa, wa, maanake mkopo ule unapita mpaka kufikia kwenye, kwenye eneo la watumishi nao wana, mm -hmm. wana -approve. Kwa sasa ukifikiwa kule, ukipita, ukija kwetu sisi ni haraka sana tunautoa, kwa hiyo ah. hela inaingia kwenye akaunti yako haraka e. Haraka, kwa hiyo ninachokisema kwamba Watu wanapokutana na NBC kwenye ESS mm. Basi hiyo ndio nafasi ya wao kutumia NBC kwa sababu cha kwanza watapata hiyo huduma kwa kasi ya hatari kabisa. Kwa hiyo wataweza kuhudumiwa kwa haraka sana na mkopo ndani ya masaa ishirini na nne tu utakuta umesha upata umesha mm. na ndani yake kukiwa hakuna makato kama nilivyosema, hakuna ada ya kuomba huo mkopo. unajua, unajua. Uh kuna moja kati ya matangazo bila eh, shaka utakuwa umeona kwa sababu ni mtazamaji mzuri wa Azam mm. Eh, lile, lile tangazo la eh, mkwere yupo kwenye basi fulani na mke wake mm. Alafu basi ya lokali na boa kwelikweli, kelele tu hakuna mm. eh, hakuna chaneli yote Azam TV ambayo anaiona, iko ndani ya gari alafu akiangalia kwa, kwa nje hivi akaona kuna gari kule, alafu lina lina kisimbuzi cha Azam TV, akaona mimi nikae kwenye gari hili la kazi gani? Akashuka mm. akaenda akapanda gari yeah, ambalo anaamini yeah. safari yake yeah, itakuwa itakuwa nyepesi. Sasa kwenye hili naona kabisa, kuna watu ambao e, itawalazimu kushuka yeah. kwenye magari mengine yeah. na kuja kupanda hili gari la NBC ambalo faida zake umezizungumza hapa kabisa. Hao watu ambao watahama e, upo uwezekano kwamba wakawa tayari wana mikopo katika benki nyingine mm. hawa e, mnawafanyaje kuwahamisha kwenu wakiwa tayari wana mikopo? Kuna ule utaratibu kwamba benki inachukua deni lako mm, na nini alafu mwisho mm, siku wewe unakuwa katika, e, katika uh, kundi la watu waliokopa kwenye NBC na unaondoka kwenye pengine mm, benki iliyokuwepo mm. yeah. awali. E, ni swali zuri tunanunua na, na, na nisisitize hapa uliposema mkweli anashuka kwenye, kwenye basi anania huku basi e, waliokuwepo katika mabasi mengine washuke haraka waje. hey. NBC benki mm. e, kwa sababu ku, kuna mazuri mengi eh. Sasa kwa kueleza hilo e, ni kwamba hoja e, yako ilikuwa ni, ni kununua deni mm. si ndio? Kwa hiyo e, kama unataka kununua deni lako, sisi NBC tunalinunua lakini mbali na kununua e, unaweza ukawa huko kwengine, lakini ukija kwetu, kama kuna nafasi mm. pia tunakupa hata no, ukisema bwana okay. mimi sinunui, lakini nataka huku nichukue na huku nichukue, kwa sababu huku nimeona mazuri, wakati huku kukipungua yeah. basi ntaamia NBC hapa mm. basi sisi tunakukaribisha, tunakupa hapa mm. na tunakwambia basi unapoendelea kupunguza kule utaamia jumla huku, yote yanawezekana kwa yote tunayotaka kununua kutoka huku ukaingia kwetu, na vile vile kwa ambavyo labda unasema okay, na nafasi kidogo mzigo umeongezeka kidogo mm, hapa basi nataka niombe kwenu, unakaribishwa kwa haraka vile vile tena, inakuwa nzuri zaidi okay. Kwa mtu ambaye anaona kuna kiasi kimeongezeka pale, badala ya mm. kuwaza kwingineko, unajua ukienda kwenye, kwenye huko kwingineko mm, basi unaweza ukajikuta unachajiwa hizi ada za mikopo kwa sababu kwa atukuchaji mm pale unapata unafuu zaidi kwao, unajikuta e, umeomba na vile vile umepata hela nzuri zaidi kwao hao hmm. Pia ni wakaribishe yeah, sana. Kuna watu e, walikopa huko kwenye magari mengine Yeah. Wakiwa labda kima chao cha mshahara ni kidogo mm. Wengine sasa hivi hapa katikati wamesoma, wamerudi masomoni, wamepeleka yes. Nani mkapata promotion kidogo na mzigo na umepanda sasa so mm. Ah, huku sitaki kwenda tena, kule kuna mazuri hivi yeah. interest ndogo in yeah. mkopo mkubwa yeah. muda wa kulipa mrefu mm. zangu ngoja mm. Kuna jambo ambalo nataka kulizungumza hapa, ukasema utakuja kulizungumza kwenye sehemu nyingine, kwenye eneo la E, mishahara, mishahara. Yes, kupita NBC. Yes, sasa hapo nilikuwa nagusia kwa ile mikopo e, ya muda mrefu lakini mm-hmm. Sasa sisi pia tuna mikopo ya muda mfupi. Eh? E, e, okay. E, mikopo ya muda mfupi na hilo ni eneo langu zaidi. Mikopo ya muda mfupi tunatoa rai sana kwa Watanzania wengi kuja kujiunga na Benki ya NBC hasa e, watumishi kupitisha mshahara, na hii si watumishi wa umma tu, watumishi wa maeneo yote kama na private sector kwenye kwenye sekta binafsi lakini vile vile kwa watumishi wa umma wanapopitisha mishahara kwetu, maana yake wanajipa nafasi ya kupata tunasema mikopo ya muda mfupi. Unakuta umekopa muda mrefu, unaendelea kulipa taratibu taratibu, lakini limekuja tatizo hapa. Eh, muda mrefu umeshajitia kwenye nyumba huko unajenga, hey. Lakini imekuja shida, hey. Mama kameza shoka nymaajeko hey. hey. <laughs> Sasa pale sisi tunakupa hii salary advance ama tunakupa mkopo wa muda mfupi haraka, hey. tu kwenye simu yako tu hapo hapo hapapa. We una apply tu unaomba hapo unapata, kwao kwa wale ambao wenye hapo maanake wanaenda kwenye hapo wanaenda kwenye mikopo au mikopo wa muda mfupi Unapata mkopo wako, eh, unaona kabisa na limiti yako na hiki kiasi hiki hapa ndo unastahili kukipata. Unaona eh? Kwa hiyo hata kama unakuwa huna kile simu janja, mnasema, basi unaweza ukatumia huduma tunaita USSD. Yes, ile unapiga nyota mia na hamsini, nyota hamsini na tano leli unaenda paka namba sita, pale unaingia kwenye mikopo. Unaomba, utakutana na limiti yako, unavuta kabisa kwa hiyo hiyo sasa utaipata, lazima uwe na mshahara kwetu ah. Yaani mshahara unapita NBC. Kwa mbali na huku huku haulazimishwi kwenye ule mkubwa popote. Lakini hapa tunakulazimisha kwamba mshahara upite, kwa sababu utalipa na mshahara wako. Kwa hiyo e, pia ukienda mbali zaidi, ni kwamba unapopitisha mshahara NBC kuna benefit nyingi, kuna, kuna, kuna mambo mengi mazuri ndani yake, kwa sababu hata akaunti zetu za mishahara zina makato nafuu kabisa Unaona no, kuna zingine kama za walimu hazina makato kabisa. Kwa hiyo ni vizuri unavyopendeza kuhamisha mshahara wako kuleta NBC Bank. Hiyo ndio wakati hasa wa kufanya hivyo. Umewafaa sana na uhakika kabisa kwamba kwa maelezo hayo kuna watu watashuka gari muda si mrefu. Unajua zile barua za kazi huku yeah. Mwisho ndio unaandika wako mtiifu au katika ujenzi wa taifa. Sasa maliza kama barua za kazi, yaani kama kama umetoka kuandika barua ya kazi, maliza huku mwisho, ili ujue kwamba huyu aliyekuja kutupa taarifa hizi yeah. ni nani na taarifa zake. Eh, hakuna haja kuzipuuza kwa sababu ndio eneo lake kama ulivyosema kabisa, mimi mwanzo kunipa nafasi sana yeah, maana kasema <laughs> maliza kama barua ya kazi huko chini ndio tunaandika wako mtiifu fulani fulani. Sawa, mimi naitwa Erick Mbeyale ni manager wa huduma za mikopo ya muda mfupi, kama nilivyosema mwanzo kwamba anahusika na kile kitengo cha mikopo ya muda mfupi hasa kwa watu wanaopitisha mishahara na wanataka kukopa haraka haraka eh, kwa hilo ndo eneo langu. Umetisha sana hilo, asante sana, e, nakushukuru sana. na kama unavyofahamu kwamba hapa ni nyumbani asante sana, e, Eric ni mtu amana sana. Eric mtu amana sana. <laughs> <laughs> mtu yoyote ambaye ana dili na juru yote ambaye ana dili huyo ni mtu amana kabisa, mtu amana e, e, <laughs> Ka karibu sana bwana Eric na hivi ndivyo ambavyo e, tunakamilisha sehemu hii ya watu wetu muhimu kabisa, miongoni mwa wadau wetu muhimu kabisa, sisi kama Azam TV lakini pia sisi kama watu wa mpira, basi ni benki ya NBC. Kwa sababu unapozungumza ligi namba tano kwa ubora barani Afrika, unazungumza NBC Premier League na ndio maana hushangai kuwakuta watu wa NBC kwenye kipindi cha Viwanjani wakijaribu kukuletea yale ambayo tunaamini wewe una faida nayo hata kama wewe ufanye kazi serikalini, lakini una kaka, una mjomba, una mke, una mume anafanya kazi serikalini, faida yake ndo hii hapa. Yako mengi ya sekta binafsi, atakuja siku nyingine, atakuja kukuambia kwa kwamba wanaofanya kazi kwenye maeneo maeneo mengine huko nje ya serikalini wananufaikaje na benki ya NBC. Mimi ni Alwata Ramadhan Goda eh, mwenzangu hapa ni Adriano James. Tarejea baada ya mapumziko mafupi.